Kwa majina naitwa Frenki Gaitani Muhando, ni mkazi wa kijiji cha Wota Lisoli, kata ya Udekwa, wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa. Lakini pia tunashukuru kwa ujio wa viongozi kutoka mkoa wa Iringa, mwenyekiti wa klabu ya Simba Sportsmen ambaye tumempigia simu kwamba sisi mashabiki wa klabu ya Simba tunahitaji afike hapa na timu yake ili tuweze kupata kadi sisi ni wanachama wa klabu ya Simba. Kwa hivyo, pia tunashukuru kwa ujio wao. Baada ya kupiga tu simu, hawakusita wakafupisha misafara mingine, wakatujali sisi, wakatupa kipaumbele, hivyo wamefika bila kukosa kwa muda mwafaka, na wanachama wanaendelea kujisajili na ka kwa majina matatu naitwa Nesco Atilio Makilika, ni mkazi wa kijiji cha Wota Lisoli wilaya ya Kilolo. Kipekee kipekee, nimejisikia vizuri sana kipekee. Kwanza kabisa hii ni historia tumeandika, wanalunyasi kutoka hapa Wota Lisoli, hii ni historia e, Kilolo hii nzima, nifanye kwa mfano, nimejisikia freshi sana hapo napo kiukweli, mimi kama mimi na wanasimba wenzangu kwa hapa Wota Lisoli, ujio wenu tumeufurahia sana sana, tumeufurahia sana sana. baya ubwela, baya ubwela. simba huku moja. simba nguku moja, asante. Tuko hapa Wota Lisoli, niseme hii ni Kilolo e, eneo muhimu kabisa ndani ya mkoa wa Iringa, lakini zaidi kama nilivyosema kwamba tuko hapa Wota Lisoli kwa shughuli maalum kabisa ya uzinduzi wa tawi la wekundu wa Wota Lisoli, na niseme tu kwamba wamejawa furaha kubwa sana ambayo haijawahi kutokea, kwa maana ya kwamba wanasimba leo wamepata kadi hapa.